Yuko mbele yako ni wajumbe kama nilivyokisha watambulisha, na kwanza tunakushukuru kwa upendo na waswadi wanasema kutuheshimisha, e, mheshimiwa waziri, kuona kwamba niende nikawaone, kwa sababu wengi watu wanakuwa na negative picha na mawakili, lakini ukasema niende nifike nikazungumze na ndugu zangu wa TLS na tunajua najua, najua una majukumu mengi mheshimiwa waziri, lakini leo mimi nitazungumza machache tu kuchokoza, ili utuone tunavyofikiri mheshimiwa. Kwanza tuanze kwa kuishukuru serikali na hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimezungumza baadhi ya mambo mbele yake na alionekana kuwa na positive aspect, hasahasa swala la t sisi tumekuwa tukihamasisha kwamba tuwe na sehemu ya usuluhishi hapa nchini ambayo irahisishe kupunguza migogoro ya kibiashara e, kuchukua muda mrefu mahakamani. Tutafute namna e, ya kufanya mediation. Mheshimiwa rais kwa kweli ameonekana ni jambo ambalo amelipongeza na kutoa wito kwamba lifanyiwe kazi. Mheshimiwa Waziri, na mambo machache ambayo kwa heshima naomba uniruhusu niyazungumze mbele yako kama msimamo au maoni ya TLS mbele zako mheshimiwa, kwa sababu tunajua leo ndio umetufungulia mlango na tunaamini TLS ikitumika vizuri, ina kisima. Nadhani umeona kwa mfano, kuna kama kina Mpoki vile ni vitu ambavyo vikitumika kwa maslahi ya nchi eh, kabla Mungu hajawachukua unajua Mungu anachukua watu wengi sana wazuri, and then we remember them wakati wameshaondoka, when it's too late <laughs> So it is better tupambane kuhakikisha we exploit them as much as we can. Mheshimiwa waziri, nilikuwa naomba nilete machache kama mazungumzo kwetu kwako, na rai kwamba tuone namna gani tutaendelea kuyachakata. Ya kwanza ni swala la marekebisho ya sheria ya tume ya haki za binadamu na utawala bora. Mheshimiwa, tunaomba tume ile ipewe nguvu zaidi kwa sababu moja au mbili. Kwanza ni ya kwetu, ni ya nchi. Pili itarahisisha legitimacy kwa sababu tutakuwa tunajua kabisa kwamba huyu ni wetu hafanyi kazi kwa mazingira ya, ya, ya, ya, tofauti au shinikizi kutoka sehemu zingine zenye lengo baya. Lengo letu ni kwamba tume ile ikiwa thabiti itatuwezesha kusimamia na kubalansi vyombo vingine vyote. Ndio maana nilimwambia mtu, kuna mtu mmoja nilimwambia, tuna mihimili mitatu, lakini kwa utawala bora tume ya haki za binadamu na utawala bora ndio muhimili mkuu kuliko mihimili mingine. Kwa sasa ipo ile nguvu ya kuweza vertical na horizontal na kusimamia maamuzi yake inapotoa, kwa sababu saizi inaweza ikatoa maelekezo, watu wanapuuza. Na ile ile ni ya umma, inaendeshwa kwa kodi za umma, ni ya kwetu. Kwa hiyo kama tumeianzisha kikatiba, rai yetu kwamba iheshimiwe na iboreshwe ile sheria yake, ili iwe na staff wa kutosha, angalau hata katika kukanda ifike level ya kanda, kwamba kunapokuwa na shida wananchi wanaenda pale. Tume ikija serikalini, serikali yenyewe, serikali itajua hapa kweli pana shida, lakini inapokuja tofauti kunakuwa na maswali mengi, lakini tume ikiwajibika itakwenda vizuri. La pili, mheshimiwa, ni kuwezeshwa kwa tume, kwa sababu tume ndio imepewa kwenye ile Basic Rights and Duty Enforcement Act duty ya kufungua representative suite, imepewa tume, lakini tume haina resources, human resources za kutosha, na tume ingekuwa inafungua hizi kesi vile vile ingesaidia na inaweza ikiwa na meno na kufanya kazi zake vizuri, itasaidia kupunguza watu wanaotaka kupenyeza migogoro katika nchi kwa sababu tutakuwa na mekanizmu zetu za ndani za kuogasi. a ha a -ha, hapa aliyepitiliza ni Mwabukusi tunampeleka mahakama, inatangazi nafanya nini kwao, ni kitu kinachoimarisha amani, sheria. Wengi ndio maana wanasheria wana tunasema mara wana nyingi tusikumia ile neno hiyo adhabu kali adhabu kali. Yani, kazi ya sheria ni grisi ku neutralize friction katika jamii sio kusababisha pain pei. mm -hmm. Wengi wanafikiri kazi ya sheria ni kuumiza kufunga sana kukana. sheria ni kuleta happiness yeah. Ndio maana Mungu sio mchungaji Mungu sio askofu. God is a lawyer, hakuna sehemu Mungu tamkuta ni sheria, he is a lawyer from the very beginning. Kwa hiyo kwa sababu gani? kwenye sheria ndiko kuliko na utulivu eh. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kwamba tume ikipewa nguvu itatusaidia, na mheshimiwa waziri, tuliongelee tusaidie kulipeleka hii taasisi kama TLS na zingine ambazo ni statutory za nchi hii zingepewa mm -hmm. legitimacy vilevile ya kufungua representative suits kwa sababu ni taasisi ambazo ni za kisheria zipo zinafanya tathmini, sio overambition au zina political agenda ili ziweze kushirikiana. Swali la pili ambalo ni changamoto mheshimiwa, kwenye utawala bora ni swala la ulipaji wa tuzo za mahakama kwa serikali. Tulikuwa naomba Mheshimiwa Waziri e, mliangalie ili nanguku, ni portfolio yako kabisa kuliambia serikali kuhusu suala la e, kulipa tozo, tuzo e, mahakama inapotoa amri dhidi ya serikali ili kuleta ule mfumo wa utawala bora, basi serikali iwajibike kulipa. Hailipi, mtu anazunguka na tuzo miaka ishirini, miaka kumi, mpaka wanafilisiwa na mabenki kwayo ni vizuri kwamba serikali kuimarisha utawala bora ione kwamba moja, ama mimi, ni kuzipa heshima amri za mahakama. Lakini swala la tatu kwenye utawala bora, eh, Baba wa Taifa alisema ili nchi iendelee inahitaji watu ardhi, siasa safi na uongozi bora. Vyote hivi viko kwenye eneo lako mheshimiwa. tulikuwa tunaomba swala la ardhi liangaliwe kwa wivu tunasema ni vizuri serikali ikawa na mkakati maalum, iwe na benki ardhi ya benki uh, benki ya ardhi ambayo serikali imeitunza, lakini vile vile itambue zile local community zile tribal community na umiliki wao wa ardhi zisiathiriwe na miradi kama hii ya hewa ukaa, madini, uwekezaji na mingine inayoendelea katika namna ambavyo ina extinguish ile right ya wale wazawa. sisi ni tribal nation Eh, sio yani, sio nchi ya, ya kikabila, ni nchi lakini ina makabila mbalimbali. Kuna mtu anasema kuna nyumbani, mheshimiwa. Hata kama una gorofa huko, kuna sehemu unaenda, hata kama ni kwenye tembe, unasikia amani ya moyo kwamba, sababu ama yani, sikuwa <nisipati> ni kwenye tembe <coughs> ni nini <mimi? coughs> unapata amani tofauti na hii ya gorofa. Huko watu wakiwa na gorofa Masaki, tunaangalia ufukweni, halikupi amani kama lile tembe. Sasa kumuondoa mtu kwenye lile tembe, mwingine akija kutoka Ulaya anaweza kafikiri ni tembe tu up kuna mtu ana connection na lile tembe, udongo wa pale, miti na mawe yake. Tungeangalia sana hizi tribal community tuone kwamba kila tunapotunga au tunapofanya uwekezaji, namna gani uwekezaji huu utakwenda paripasu na wale wazawa, kwamba wawe partner in the process, lakini wasionekane nuisance na kujikuta wanatoka kwenye maeneo ya asili, kwa sababu naamini tukifanya waende paripasu kila mtu atafurahia, uwekezaji hautakuwa wa machozi, na ataona kwamba kumbe babu zangu hawakufanya makosa kuwa Kibaigwa au kuwa Bahi au kuwa Busokelo. Atajua kwamba they were right, I am safe. Lingine Mheshimiwa Waziri, tulikuwa tunaomba uwepo commission ya kuangalia utendaji wa vyombo vya dola hii unaweza kalipeleka, ni jukumu kwa kuboresha ile Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, au ikawekwa nyingine, lakini nia yake kubwa, hili litakuwa jicho la serikali kuangalia, kwa sababu saa hizi kuna element Mheshimiwa Waziri, kuna mambo yanalalamikiwa na wananchi, lakini yawezekana kuna watu parale wanafanya vitu vyao, lakini kwa sababu sasa hakuna, nobody is there to oversee, kila mmoja anahisi ah, nisije nikaingia, labda ile la Mheshimiwa Waziri ikichomo eh, ikichomo <laughs> lakini kukiwa na chombo kinachofanya kazi kitasaidia kubalance na kuangalia hata serikali kujua, ah ah, hili sio la mm -hmm kwetu, nani anafanya nani yule anasumbua raia, kwa nini hapa raia hawapate amani? Moja kwa moja itatusaidia kwa hiyo tunaweza tukaboresha tume ya haki za binadamu au kuliweka hilo lingine nila... <coughs> ni la kudhibiti. Nakumbuka hata waziri ni mheshimiwa mzee Mkuchika na Ben Prince alikutambulia pale, aliwahi kulitamka kwamba ni vizuri viongozi hasa wale wanaopewa dhamana za kiserikali kujaribu kujifunza kuwa na kauli zinazojenga haiba ya serikali, kauli za kutweza jinsia, kauli za kutweza changamoto za kweli. Kwa mfano serikali inasema pelekeni watu kujifungulia hospitali, mtu anasema labda ah, kama uko hospitalini akuwezekani beba mkasi nenda kwa, kwa serikali nasema huduma ni bure, mwingine anasema lipa ukikosa beba mkasi mkazi wako akufungue tumbo. Yani maeneo kama yale sio ya mizaa. Yani watumishi wa umma, ingewezekana kile chuo cha maendeleo kule kiwe na program maalum eh, kwamba tukikuteua mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au mkurugenzi, ambao wapate crashing program ya wiki mbili, yani mrasi katika maeneo yote haya ili hata kama aliingia kwa dukuduku lake kama Mwabukusi ajue kwamba sasa kwenye position ninayoingia ni kubwa zaidi, kwa sababu kuna watu wakizungumza, watu wanafikiri ndio tamko la rais, kumbe ni tamko la mtu na ni maono yake binafsi. Lingine mheshimiwa, ni swala la kuimarisha utawala bora ambalo Mheshimiwa, tulikuwa najaribu kuongeza katika sheria zetu zote. Kuna changamoto imeanza kujitokeza, Mheshimiwa. Uwakili ni changamoto ni, ni taaluma ya muhimu sana katika usimamizi au access to justice. Kwa sasa ni vizuri tukaweka clear, tuna Law School of Tanzania kama kuna exception ziwe serious, lakini mawakili wasipite njia ya mkato kuwa mawakili itahatarisha kwa sababu uwakili ni ethics na ni mfumo ambao una malezi yake. Sasa unakuta mtu hajafanya kazi za uwakili lakini anapita njia za mkato kuwa wakili, ile ni athari. Kwa hiyo hao mawakili iwe ni wale angalau very exception, labda mtu amekuwa mwanasheria mkuu, amekuwa nani, kafanya kitu fulani, amekuwa jaji ka practice. Sasa yule ukisema unampa exception kidogo itakuwa vizuri zaidi lakini nje ya hapo inaweza ikahatarisha ubora wa taaluma huko tunakoenda. Pili, kinga kwa mawakili wanapoperform kazi zao, sio nje ya kazi zao, wanapoperform kazi zao ni eh, kumekuwa na changamoto kwa namna tunavyopokea sheria zetu hasa hizi kwa mfano za money laundry na sheria gani. Mstari unaomlinda wakili ni mwembamba mno, yani ni wewe wakili mheshimiwa unionee huruma tu kwamba I don't want to take Mwabukusi to prison, lakini mheshimiwa, ukisema tu I want to take Mwabukusi, kwa aina ya wateja wetu wanavyofanya, kila wakili atajikuta yuko Segerea. Kwa tuko naomba, ni vizuri sheria zetu tunavyozichukua kwa wenzetu tujaribu kuzi accommodate kwenye mazingira yetu, na tuone kwamba namna gani tunamlinda wakili, yaani kwa na bona fide na mhalifu, ili isio tu ni jumla, wakili anajikuta <coughs> moja kwa moja keshaingia kwenye kosa la mteja lakini bila kulitarajia na tunaamini wizara yako mheshimiwa, ikilibeba ili na kuanza kulifanyia kazi litasaidia. Lakini lingine mheshimiwa, ni kuenhance ushirikiano kati ya wizara yako serikali na Bunge hasa katika upitishaji wa mikataba ya kimataifa, marekebisho ya kisheria na mambo yanayohusu uwekezaji kwa sababu sisi TLS ni taasisi ya umma, sio kwamba hata mnatuhaya kama kama eh, kama wafanyakazi ah, mnatualika. Tupeni wataalamu watatu watakaoambatana na jopo letu hili linalokwenda kufanya hivi. Yani maana yake sisi tukimtuma mwanasheria wetu mkuu Kabageni, hii tuwe tumempika, yani wote tumechangia, ni watertight document, anakwenda nayo, ili inatusaidia kwamba whatever We deliver, tunajivuna na tukifanya kosa wote tunakubali hapa tulikosea, tulimislead. Kwa sababu changamoto inavyokuja sasa hivi, Mheshimiwa, ni kwamba mara nyingi TLS inakuja kuhusishwa mwishoni na wakati te serikali imeshatengeneza ka position kidogo. Kwa hiyo ile kitu TLS kikija kinaonekana kama kinapingana, kwa sababu akijapata ownership, lakini kumbe mngetupa mapema, tungeshirikisha mapema, kingepita kwenye mekanizimu zenu na mkakifanyia ownership mapema na stadi ya kukielewa Lengo letu ni kwamba tuhakikishe kwamba uwepo wa TLS una adi tija, kwa sababu huku ndiko kwenye majaji wastaafu, wanasheria wastaafu, mawakili wa gobezi, wako wakona, watu wanasoma mikataba mwaka wa arobaini huu wako, kwa hiyo ni watu ambao wana wa, there is a potential to tap. Kwa hiyo sisi tunafikiri we are your potential ally rather than a potential enemy. Kwa hiyo tushirikishwe mapema katika hatua zote. Ni kesi mnaenda kuzifanyia study, hata kama hamtaki twende, mnaenda kwa nini msio mna tu consult tunafanya study pamoja? TLS njoo eh, tukae hapa, leteni vitu vyenu, tu study hili jambo go, lakini tusaidiane, twende kwa mapana, alafu kupitia hizo kesi tunazoshindwa ni wapi tunakokaa pamoja kufanya study, ili tuboreshe mikataba yetu, tuhakikishe tunapokwenda kushiriki nchi na win, wawekezaji wa na win whatever we do tunafanya for the benefit ya nchi yetu ni maeneo ambayo tulikuwa nafikiri mheshimiwa, sisi kama TLS e, yakipewa mkazo na hili la TIA, kuijenga TIA na kuipa uwezo wake wa kutekeleza majukumu na serikali kuiunga mkono moja kwa moja, tutaanza kujenga ukurasa mpya na kacha mpya katika nchi yetu itakayoondoa mambo ya kutupiana lawama na kuleta mambo ya kuimarishana na kushirikiana. E, mheshimiwa waziri mimi woga ninaongeaga sana, naweza nikaongea hata masaa sita, lakini kwa e, mujibu wa sheria TLS mnapaswa kushirikiana na serikali katika kusimamia masuala ya sheria, kushauriana na serikali katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki, lakini na serikali inapata haki yake ya kutekeleza wajibu wake katika kuhudumia wananchi, lakini pia mnawatetea na wale wananchi wachache ambao wanapata kesi nzito kama za kauwaji lakini hivi karibuni nimefurahisha sana kuona mnashikia na serikali katika kesi za kawaida eh, Mama Samia imepeleka mwangi mkubwa sana na wananchi wanaielewa, na, na mi nimefurahi kuona TLS mmo miongoni mwa wadau wanaofanya hiyo kazi. Kwa hiyo niwapongeze sana. Haya maeneo haya yanaifanya TLS kuwa chombo cha wananchi badala ya kuwa na ile sura ambayo mkookusema kama ni watu wa harakati na nini. Kwa hivyo ndio haya mada ya mwisho, lakini pia Tanzania, lakunia, e, ma na mahusiano haya ambayo tunakwenda kuyafungua, tukiyafanikisha yataonyesha umma wa Watanzania na dunia kwamba kichama cha wanasheria wa mawakili wa Tanzania wa Tanganyika, e, kina mchango mkubwa katika ustawi wa nchi, lakini pia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo ukweli